Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, na hivyo basi ningependa tupate kuendeleza pale tuliachia hapo jana, na hapo jana tukawa natambua kwamba uh, the enemy of your greater tomorrow, adui wa kesho yako kuu ni ushindi wako wa leo. Adui wa ushindi wako wa kesho eh, bila shaka kizuizi cha ushindi wako wa kesho ni ushindi wako wa leo. Kwa hivyo kwa ushindi wako wa leo eh, basi bila shaka hapo kesho mambo hayatakuwa mazuri eh, zaidi. Najua kuna msemo fulani kwa lugha fulani ya Greek, lugha Greek, nilisikia eh, mtu mmoja akisema wakati fulani na translate kwa Kiswahili alikuwa anasema kwamba uzee hula ujana eh, ni lugha fulani wanasema uzee hula ujana, kwa hivyo kesho yako Leo yako inaweza kakula kesho yako, so be very careful, usije ukajipata pahala pale. Kwa hivyo tuligusia mengi hapo jana, kama ulimis eh, akikisha kwamba umerudi pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafuta ujumbe wetu hapo jana, enda kwenye YouTube pale, tafuta himizo na Victor Mandala, ama Victor Mandala Mandala ama himizo, na baada ya pale uweze kusubscribe, kusubscribe pale. And of course tafuta ujumbe wetu hapo kisha jana, ukishapata eh, ujumbe hapo jana, utapata ujumbe kwa kirefu na la mno ili usiachwe nje. Kivyo vyote vile, hakisha kwamba umesubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, klika neno subscribe, kiambia sign in, sign in na jina la account yako, copy the link and share hapo juu, niweke comment yako hapo chini na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba umesubscribe pale, na kando na hayo, nikumbushe kwamba iwapo ungependa kusemezana nami, tuombe kwa pamoja, tusemezane pale, tutiane moyo, nambari ya simu unaweza tumia ama pia unahitaji la maombi, ili tuombe kwa pamoja, nambari ni 0722 24 39 49 39. nambari ya simu 0722 24 39 49. Kisha kwamba umenenda pale uweze kusubscribe pale, na itakuwa vema zaidi. Na vilevile pia support, kama unataka kusupport huduma hii eh, ni sawa, unaruhusiwa pale, unatuma sadaka yako na support yako pale kwa 0722 24 39 49. Ni ruhusu tupate kuendeleza na hii leo basi, of course mambo haya na ng'wana, lakini raundi inatoa katika uh, kitabu kingine, tuvuke mpaka kitabu cha mwanzo mwanzo ni Genesis sura yake ikiwa ni ya 27, Genesis chapter 27 verse 39 to verse 40. Uh, mstari wake 39 hadi mstari wa arobaini. Bila nasema vipi asubuhina Uh, Genesis 27 ama ukipenda mwanzo 27 mstari wa 39 na 40. Bila bila sema kwamba Isaka, baba yake akajibu akamwambia: Angalia penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotok juu eh, kwa upanga wako wewe utaishi, wewe utamtumikia uta nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka, uh, utalivunja kongwa lake katika shingo lako. Naam, Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako, tunakuhimidi tunakutukuza. E mfalme, twasema unastahili. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi kwa, kwaweni mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu. Roho Mtakatifu, shika usukani katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen, amen. Naam. Katika andiko hili tunapata kuona wakati ambapo of course, kuna watu ambao sishaiona pattern fulani katika familia ama watu wanapitia katika mambo fulani ambayo yamewakumba. Wanaweza kuwa ni watu eh, labda wa familia, inaweza kuwa ni eneo fulani, inaweza kuwa ni katika eh, kampuni fulani. Nilipata ni kutizama eh, movie fulani. Ilikuwa ni movie ambapo kuna watu katika eneo fulani walikuwa wakiajiriwa katika kampuni fulani, wakati mtu anaoa tu akipata mtoto hivi ni kwenda naenda, so ikafika na wakati wa, eh, na kuna wengine wakifikisha, kama hajaoa ama hajaolewa na akifikisha umri fulani ni kwenda naenda mpaka mtu mmoja akashindwa. Kwa nini? Nilikuwa ni pattern katika hiyo kampuni mpaka watu akaogopa kuajiriwa nayo, lakini ukiangalia labda ni maneno alinenwa, labda ni eh, laana, labda ni kitu ilifanyika tu, kuna kitu kilifanyika. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendo mtazamaji, ni kwamba kuna watu ambao twaishi, na unapata kwamba twaishi, kuna pattern fulani, kuna maneno fulani alinenwa, labda ni laana ilinenwa na mtu ambaye ana usemi juu yako, labda alikuwa ni mchungaji wako wakati ule, labda alikuwa ni mzazi wako, labda alikuwa ni guardian, alikuwa ni babu yako, alikuwa you know, somebody so close mtu ambaye alikuwa na juu ya maisha yako na aliponena ikashike kakufuata. Na nikiangalia pale, naongea kuhusu nao Isaac ambaye ananenewa maneno na baba yake, na baba ananena maneno. Ukiangalia kama mwanzo alipoanza kunena msari wa 39, unaweza dhani kwamba anaongea vizuri, lakini ukiangalia msari unaofuata unaona kwamba ni kama laana anasema katika msari wa 40 kwamba Ka kwa upanga wako wewe utaishi, yani wewe utaishi kwa upanga utangangana. utangangana maisha hii Hmm. Akaongezea kumwambia kwamba angalia penye maneno, mstari wa arobaini, bado anasema nawe utamtumikia ndugu huyo. Yaani anafika mbele anamwambia wewe maisha yako yote you will never be the head utakuwa pale juu utakuwa chini ya ndugu yako utakuwa unamtumikia nyakati zote. Yaani iwe ni kwa masu, iwe ni kwa, kwa kufaulu kwa utajiri kwa kwa maisha kivyo vyote vile utamtumikia utakuwa chini yake. So hiyo ni laana. Lakini ukisoma vizuri kwa wale ambao ni wasomi utasoma unaeza soma, ukisoma eh, eh, eh, New King James. Kwenye New King James bila ambavyo inaweka katika mstari huu ama pia hata NIV utapata kuelewa vizuri. Pale inasema katika mstari huu wa 40, eh, bila inaongea kwamba wakati utafika mahali uwe restless yani, kifungu hiki kitamshika mpaka wakati ambapo atakuwa restless, mpaka wakati ambapo atachoka na hali hiyo. Kuna you know, watu ambao unapitia mambo ambao unapitia kwa sababu sababu ujachoka bado hujachoka, uko sawa tu. Kwa hivyo kifungo ama laana e, tunaongea kuhusiana na njia e, ambazo basi e, za kutoka kwa laana fulani, unapata kwamba kila ambacho hahitaji kufanya kama vile huyo alivyoambiwa ni kuchoka na hali hiyo. Kama umeshuhudia pattern fulani katika familia yenu, umeshuhudia pattern fulani katika labda ndoa yako, umeshuhudia pattern fulani katika kazi yako, taaluma yako na kadhalika, ili utoke hapo ni wakati ambapo utafika mali ubecome restless, uchoke na hali hiyo, ufike mali uone enough is enough. Usipochoka na hali hiyo na kwambia utabaki vile, uone vile familia yenu mlionewa, uone vile huwezi faulu maishani kabisa, ujikubali ulivyo. Anasema accept and move on, you just accept and move on. Kama ni mambo ya kifo, kama ni mambo ya kutofaulu, mtaishi hivyo miaka yote. Kisa na maana ni kwa sababu imefika mahala ambapo umekubaliana na hali na umekaa. Kwa hivyo kila ambacho afanye ni kuchoka na hali. Unajua, ukichoka na hali ambayo unapitia, labda umaskini, mmekaa kwa umaskini, mnang'ang'ana, yani unakopa huku ulipe madeni zingine huku, na baadaye utakopa pia kule ili ulipe huku, yani ni madeni watu. Ukikutana na yeyote, ukikutana na yeye anakudai pesa, ukipigiwa simu yoyote unaogopa kuchukua, kwa sababu kama ni namba hauna unafikiri labda ni mtu ambaye anakudai deni, anapiga na namba nyingine, maana hukuchukua namba yake, so mmeishi kwa madeni. Ni kujenga ni shida, mwaishi tu kwa nyumba. Yani ukiangalia maisha mnaishi kuanzia kwa babu yako ama kwa mzazi wako, unaangalia naona hapa kabisa mambo si sawa. Kwa hivyo kila ambacho ningependa kujuza pale ni kwamba ili ufunguliwe, ili utoke katika ufungwa wa aina hiyo, ni hadi pale utakapochoka, ni hadi pale utakapofika useme ah ah, enough is enough. Inanikumbusha mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alifika mahala ambapo akiangalia kwa familia yao anaona hausi yani, wanaishi tu kungangana, ni watu ambao wanamtumikia Mungu, alikuwa anasema mamaka alikuwa kiongozi kanisani na kadhalika, kwa hivyo akawa, ni watu ambao wamelelewa kanisani, kwa hivyo wanaelewa mama iko sawa, wanamjua Mungu vizuri, lakini wakiangalia kwa familia yao kuna wale ambao wamesoma vizuri, wale ambao hawajasoma vizuri, lakini wote kwa pamoja they are struggling, hawana kazi, wana, wana, wana kipato cha kila siku, wako tu pale kwa hivyo familia yenu ni wakati, pia umeanza kuchoka nayo, akasema no, enough is enough. So, akafunga biashara yake ya hawking akauza vitu zote, akapeleka pesa kwa bank, akasema nataka kuenda kusemezana na Mungu nipate kujua kabisa chanzo cha hiki ni nini. Alipoenda, akafunga na kuomba akimalizia mfungo wake akanenewa na akapata kujua shida ni ipi, na alipochukua hatua kulingana eh, kwenye, kwenye vile ambavyo alielekezwa kwenye ndoto, vile Mungu alimwelekeza na kuambia, hiyo ndio ilikuwa mwisho wa matatizo hayo. Alielekezwa vipi? Alifika mali akaambiwa, oh, kuna sacrifice ilitolewa ambazo si sawa na kadhalika, na mtu kwenu hajawahi toa sacrifice ya kaunta hiyo, na kadhalika. Kwa hivyo akapata kujua kuna vitu zilifanywa na hakuna ajua, na zilifanywa na mababu. No one knows, no one has cancelled them, na zimebaki pale. Alienda kwenye benki yake akachukua zile pesa zake alikuwa afanyia hawking, akaenda, akachukua, akapeleka kwa madhabahu ya Mungu, akapeleka kwa altar na alipopeleka pale, akimwamini Mungu, Mungu alibadilisha Mungu alitenda. Tangia siku hiyo, watu they were believing, watu walikuwa wanaamini Mungu, walikuwa na, na, na, naona kwamba hii imekuwa ni kawaida, wame ati accept and move on. Nakuambia hiyo ndio siku mambo yalibadilika. Kwa hivyo na, nahisi kukuambia hivi kwamba lazima uchoke na kile ambacho kimekuwa kikikusumbua. Lazima uchoke na hiyo laana. Naongea na watu ambao wamelaaniwa, labda mlilaaniwa. Unajua laana inaenda mpaka kizazi cha ngapi? Kizazi, watoto na watoto wa watoto wako. Yaani kinaenda mpaka kwa kizazi cha ngapi? Cha tatu inawezaenda mpaka kule. Kwa hivyo kila ambacho kinafanyika ni kwamba ni hadi pale kutokea mtu mmoja atakaechoka na hali hiyo na achukue hatua. Kwa hivyo nawe pia kuna mambo huenda yanakufuata kwa sababu hujachoka. Ni wakati tuchoke na vitu ambavyo vimekuwa vikitusumbua, tufike mali, tuombe, tuangalie maandiko, tusome maandiko yote ambayo anahusu hivyo vitu, vile ambavyo tunaweza jitoa ndani. Alafu naomba Mungu ukimwamini, unapandisha imani pale, unaamini Mungu na Mungu atakutendea kama huyu alitendewa. Alifika mali, akachoka, akasema hapana, enough is enough. Na alipochukua hatua Mungu ni mwaminifu, yes, mwanadamu aseme uongo, alifanya hivyo na ikawa ndio mwisho wa mateso katika familia yao. Asubuhi ya leo naisi kwambia mtu, wakati umefika, choka na hali hiyo, hali ya magonjwa. Unasema kwetu tunakuanga na ugonjwa hii, tunarithi ugonjwa hii kwetu, tunakuanga maskini kwetu, hatujengangi nyumba kwetu, tunafaa tuolewi kwetu, atupatie watoto kwetu, eh, eh. Si wakati wa kusema kwetu, ni wakati choke na hiyo hali. Imekuwepo ndio, tusikatae reality, imekuwepo ndio, lakini tuchukue hatua ili bwana akatende jambo, bwana akuonekanie na akutende wema pote pale ulipo. Choka na hali hiyo, na bila shaka mambo yatabadilika. Anasema vindu vichenjanga, na mambo yatabadilika maishani mwako. Amen. Ni VWM kipenda Victor Madu Mandala. Tuadiana tena pana majali wa Mwenyezi Mungu hapo kesho, na Mungu akutende wema kile ambacho. Kwa nambari yetu ya simu unaweza tuma mpesa yako ni 072. 24 39 49. Nambari ya simu ni 0722 243949. Hakikisha kwamba metuma pale kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako, nitakuwa ni vema zaidi. Kwa Kiswahili tunasema 0722 243949, tuma pale na Bwana akutende wema. Ni hapa ni VMM kipenda Victor Mandala, na vilevile nikumbushe tu kwamba iwapo e, na hitaji la maombi, una jambo ambalo ungependa tuombe kwa pamoja, nambari ya kutuma hitaji lako ama maoni ama swali ndio hiyo nambari moja tu, unaweza tuma WhatsApp, SMS na kadhalika ni 0722 243949 na nikimalizia, usiondoke hapa kabla usubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako, Copy the link and share na weke comment yako hapa chini, na Bwana akutende wema. Hakikisha kwamba umesubscribe pale, na Mungu akutende wema. VMM, nawapenda zaidi, tuendelee zaidi hapo kesho, nitakuwa bomba zaidi, subscribe and bye bye.